Taarifa ya kukamatwa kwa vitu hivyo pamoja na watuhumiwa 355 waliofikishwa katika vyombo vya sheria na hatua mbalimbali kuchukuliwa, Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbroad Mtafungwa, amesema kukamata mitungi ya gesi ya kampuni ya Lake Oil, mitungi ya gesi 118 Kari. Katika msako huo tuliweza kukamata difu moja ya gari, injini tatu za magari tofauti, gear box moja ya gari. Magari haya yalichomwa moto katika matukio haya. Aidha, kamanda mtafungu amesema jeshi hilo linawashikilia na kuwahoji watu 116 kwa tuhuma za kuhusika na uchochezi wa maandamano yanayohamasishwa kufanyika Desemba 9 mwaka huu maeneo mbalimbali ya mkoa wetu, wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi huo. Upelelezi unaendelea, utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Kamanda Mtafungu ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kutambua mali zilizokamatwa ambazo zimehifadhiwa katika vituo mbalimbali mbali vya polisi. Polisi, misako hii bado ni endelevu. Sasa wakati misako hii inaendelea, nitoe wito kwa baadhi ya watu ambao wanapenda miteremko, wanaopenda kuhifadhi mali za wizi, unaletewa kitu, unaona unauziwa kwa bei rahisi unaona sasa, ndio umepata, wajue kwamba wako kwenye shida kubwa za kukabiliana na vyombo vya dola ambavyo vinaendelea na uchunguzi wa matukio haya. Oktoba 29 na 30 mwaka huu, wakati wa uchaguzi mkuu kuliibuka vurugu katika wilaya za Nyamagana, Ilemela, Magu, Sengerema na Misungwi zilizosababisha kuharibiwa kwa vitu mbalimbali, ikiwemo uchomaji wa vituo vya mafuta, viwanda, magari ofisi za umma na binafsi, vitendo vilivyoambatana na uporaji wa vitu mbalimbali. Kutoka hapa ofisi za kamanda wa polisi hapa mkoani Mwanza, mimi ni Wellington Masele ITV.